Aa, kwa wewe ambaye unafikiria kufuga kuku wa kienyeji au unafuga kuku wa kienyeji, sikiliza vizuri sana hii video kwa sababu ninakwenda kukupatia mbinu bora kabisa ambazo unaweza ukazitumia ili kuweza kufuga kuku wa kienyeji, lakini pia nitakupatia e, mifumo mizuri ambayo unaweza ukachagua mfumo mmoja wapo ukautumia ili kuweza kuwafuga kuku wako kibiashara ili ukiwafuga wauze na upate faida. Napenda kuanza na mambo muhimu kabisa ambayo unapaswa kuzingatia pale ambapo unakuwa unafuga e, kuku wa kienyeji. Haya ni maeneo ambayo nimeyagusa, ni kwamba wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji huwa wanajisahau sana kwenye haya maeneo. Kwanza kabisa ni vyombo. Kwenye upande wa vyombo inatakiwa uwe na vyombo vya kutosha eh, kwa ajili ya kuwatosha kuku wote. Unaweza kununua dukani, lakini pia unaweza kutengeneza, kwa mfano kukata madumu ambayo yamechoka, kutengeneza vile vyombo vya mbao, vitu kama hivyo, lakini inatakiwa kuku apewe vyombo vya kutosha ili uepukane na kuwamwagia chini chakula. Maana yake wafugaji wengi kuku wa kienyeji huwa wanawatupia chini chakula, ambalo hilo sio jambo zuri, linaweza likasababisha magonjwa. Pamoja na kuviosha vyombo vyako vizuri eh, vya chakula lakini pia na vyombo vya maji e, muhimu sana kwa sababu, kwa mfano unakuta mtu anaweka kwenye chombo cha maji ambacho labda ni chungu, amekiweka sehemu, kila siku anaweka pale maji wanakunywa. Sasa kile baadaye kinakuja kinatengeneza bakteria, unakuta kuku wako wanahara sana, wanakufa sana Kumbe vimelewa magonjwa wanawatoa pale ambapo wanakunywa maji. Kwa hiyo kama hata kama ni chungu, kama kila siku utakuwa unakiosha, basi itakuwa ni salama sana kwa kuku wako. Lakini pia eh, kuwapatia chanjo kwa wakati. Wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji huwa hawawapi chanjo kwa wakati. Labda naweza nikasema ni kwamba wanapata vifaranga wachache, kwa hiyo wakiwapa chanjo wanaona kama vile watapata hasara. Lakini wala usio na wasiwasi unaitazama hii video, kwa sababu huku mbele nitakwenda kukuelekeza mbinu ambazo zitakufanya upate vifaranga wengi, na hivyo itakuwa ni rahisi sana kwa hudumia. Siku ya saba wape chanjo ya Newcastle, siku ya 14 wape chanjo ya Gomboro, siku ya 21 wapatie chanjo ya Newcastle, siku ya 28 wapatie chanjo ya Gombolo na siku ya thelathini na tano wapatie chanjo ya ndui. Hivyo utaepukana na vifo kama vile uh, vinavyotokana na ugonjwa wa kideri na vitu vingine vingi. Um, na jambo jingine kuwakinga walinde kuku wako dhidi ya maadui, tunasema predator, maadui ambao wanakuwa wanawawinda kuku, mfano vipanga e, lakini pia baadhi ya wadudu kama vile unakuta kuku na utitiri, ana viroboto, tumia dawa ili kuweza kuwafanya kuku wako wawe na afya bora, lakini pia wawe ni kuku ambao wamechangamka. Lakini e, jambo jingine ambalo ni muhimu sana ni kuwapatia chakula bora kuku wako. Hakikisha kuku wako unawapa chakula bora. Sasa hapa tukizungumzia chakula bora, moja kwa moja wafugaji wengi sana watafikiria kununua chakula cha dukani. Uh, tukisema tutumie chakula cha dukani, kutokana na mfumo wa kibiashara inakuwa ni ngumu sana kuweza kupata faida kwa hawa kuku wa kienyeji. Eh, labda unaweza ukatumia wakiwa vifaranga wadogo na baadaye ukawachanganyia. Kwa hiyo kwa ujumla, naweza nikasema kwamba tunapaswa kuwachanganyia chakula bora kabisa ambacho kitawafanya wawe na afya njema kabisa kuku wetu. Sasa uh, usichanganye tu chakula. Unajua kuna wafugaji ambao wanachukua pumba, anachukua mashudu, anachukua pumba ya dagaa, anawawekea kuku hapo, utawafanya kuku kuweza kukosa baadhi ya madini. Kuna baadhi ya madini ambayo ni muhimu sana kwa kuku, na hivyo kupelekea kuku wako kutokukua vizuri na kuku wako kupata virema, lakini pia kuku wako kudonoana na mambo mengine mengi ambayo yanatokana na matatizo ya kuku kukosa lishe bora. Hapa lazima uwe na kanuni bora kabisa. Kwa mfano, ukipata kitabu chetu cha Safari ya Ufugaji, mle ndani kuna kanuni ambayo inafanya kazi vizuri sana, na tunazo kanuni zote. Tuna kanuni ya kifaranga akiwa mdogo maanake kuku wako Uh, wakiwa vifaranga bado wadogo utawapa hicho chakula utawachanganyia, lakini kuku anayekua kama glua akifikisha mwezi mmoja utampa vizuri kabisa mpaka e, miezi mitatu na nusu. Ikifika miezi mitatu na nusu utawachanganyia chakula chaji kwa ajili ya kuku kutaga, wala usio na wasiwasi. Kuna wengine wafugaji ambao wanakuwa na mchanganyiko wa kuku nakuta e, kuku wadogo wakubwa, e, wakati wote wanakaa kwa pamoja kwa hiyo sasa anakuwa anajiuliza hapa, nitampa chakula cha aina gani? Kama utajiunga na kundi letu la mafuzo ya ufugaji wa kuku, basi utalipata hili jibu moja kwa moja, unawalishaje kuku ambao wamechanganyikana hivyo. Kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu tano. Eh, unakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi miwili lakini eh, ni jambo la muhimu sana kuwatengenezea chakula kama hivyo ambavyo nimesema. Hichi kitabu cha safari ya ufugaji utakipata kwa shilingi elfu kumi, tunakutumia soft copy. Hichi kitabu jamani, kipo kwenye mfumo wa soft copy. Tunaposema mfumo wa soft copy, namaanisha kwamba tutakutumia kwa njia ya WhatsApp. Wewe utaenda stationari, utakitoa copy kama utahitaji cha kusoma, lakini pia wapo wengine ambao wanasomea humo humo kwenye e, simu unaweza kwa kwenye simu kifungua unasoma vizuri kabisa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuku kuwapatia chakula bora, na jambo kubwa kabisa ambalo ninasema uwe makini sana na magonjwa. Nimeshashuhudia wafugaji wengi ambao wanapoteza kuku wao wote shambani. Unaweza kukuta mfugaji ana kuku 200, 300 wa kienyeji hadi 1000 lakini unatokea mlipuko wa magonjwa na kuku wake na wenyewe wanakufa wote, na hivyo kupata hasara kubwa. Lakini pia ukiachana na hasara, anakuwa amepoteza muda. Maana yake kufikisha idadi kubwa ya kuku ni muda mrefu unakuwa umetumia. Kuna mwingine ametumia hata miaka miwili, ametumia mwaka mmoja na nusu mpaka kuwapata kuku wengi kiasi hicho, lakini wanakuja kupotea kwenye wiki moja tu, wanapotea labda wameumwa kideli. Kwa hiyo inatakiwa uwe makini sana na kudhibiti magonjwa na namna bora. Unaweza ukawa unatumia tiba za asili. Tiba za asili zinafanya kazi vizuri sana kwa kuku wa kienyeji. Kwanza, yani asili tu ni kitu kama vile cha kienyeji. Kwa hiyo ukimpa na kuku wa kienyeji, basi kuku wako hawatakuwa wanakufa hovyo. Hichi kitabu cha tiba za asili sisi KingoFarm tunacho, tumekifanyia uchunguzi kwa muda mrefu. Hizi dawa pia huwa tunawapa kuku wetu sisi hapa shambani Hatutumii dawa hizi za dukani, huwa tunatumia hizi tiba za asili na kuku wetu hawapati changamoto za magonjwa. Hiki uh, kitabu kinapatikana kwa shilingi elfu kumi na chenyewe kipo katika mfumo wa soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ukitaka kupata hivi vitabu, sisi tunavyo vitabu vitatu, kuna hicho cha safari ya ufugaji, e, tiba za asili, lakini pia tunacho kitabu cha ufugaji wa broila. kila kitabu ni shilingi elfu kumi, afu, kila kitabu kina peji ishirini na moja. Ukitaka kukipata tupigie namba ya simu hiyo hapo inaishia thelathini na tisa. Ah, sasa tuje tuangalie e, mifumo, ni mifumo gani ambayo unaweza ukafuga kuku kwa njia ya kisasa na ukafanikiwa e, kupata faida. Uh, kwanza kabla ya yote ni kwamba wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wanategemea sana kupata faida kutokana na uzalishaji pale ambapo eh, kuku wako watataga mayai na utafanikiwa kutotolesha mayai basi ukiwauza wale kuku ambao wamekuwa hapo shambani ndio faida yako ambayo unaipata maana kuku wa kienyeji unaweza kumlea miezi mitano lakini ukimpeleka sokoni bei yake inakuwa ni shilingi elfu kumi, elfu kumi na tano hadi elfu kumi na saba kwa hiyo hii ni mifumo sasa hii mifumo mimi nimeiwe E, katika namna tatu. Kuna kuna mfumo mfumo wa kisasa, kuna nusu kisasa, lakini pia kuna mfumo wa kienyeji. Mfumo wa kisasa, e, kwanza utafute wa kuku wazazi wenye afya, wale kuku kwa ajili ya kutagia mayai. Tengeneza banda vizuri, liwe lina viota vizuri kabisa mle ndani, waruhusu kuku wako wawe wanataga. E, kama kuku wako watataga yale mayai, usiwaruhusu wayatamie wao. Huu mfumo ambao mimi nauita wa kisasa ya okote nunua mashine ya kutotoresha vifaranga basi, watutoreshe ukipata, e, vifaranga. Maanake hapo utapata vifaranga wengi kutokana na mashine yako ambayo unayo. E, mle sasa uta walea wale kuku wako kwa njia za kisasa kabisa na ukitaka kujifunza hizi njia za kisasa za kualea kuku kujiunge na kundi letu sisi huwa tunaleta vifaranga tunaelekeza tokeo wakiwa wadogo mpaka wanapofikisha miezi miwili kwa hiyo utajifunza njia za kisasa utaenda kuzitumia kwenye kuku wako wa kienyeji hivyo utafanikiwa kujiunga na kundi letu ni shilingi elfu tano kwa muda miezi miwili utajifunza jinsi ya kupokea vifaranga tokea wakiwa wadogo, kuendelea nao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo huo ndio ni mfumo wa kisasa. Kikubwa kwenye mfumo wa kisasa ni kwamba kuku wako akitaga okota mayai yale, mayai yasizidi siku kumi na nne, yatotoleshe, kisha wale vifaranga walewe mwenyewe kama huna mashine. Kuna baadhi ya maeneo, kuna kuaga, kuna mashine ambazo unapeleka mayai, kisha wanakutotoleshea. Lakini pia e, tuje kwenye mfumo mwingine wa nusu kisasa nusu kienyeji. Huu mfumo bwana, uh, jambo kubwa ni kwamba uta kuku wako watataga. Wakitaga utawaongezea mayai, watatotoa. Wakitotoa wale vifaranga, maana yake utawatumia kuku wako kama incubator. Hapa kidogo utapunguza gharama ya kununua mashine ya kutotoleshea vifaranga dukani. E, kisha utampa kuku mmoja wale wale vifaranga wote, au utanyang'anya wale vifaranga wote kutoka kwenye wale kuku ambao wamelalia yale mayai, utawalea wewe mwenyewe kisasa kabisa kwenye bulda, kama ambavyo tunafundisha kwenye kundi letu la mafunzo sisi Kingo Farm, na kuna mfumo wa kienyeji. Huu mfumo wa kienyeji, hawa kuku wako watataga mayai, watatotoa vifaranga, na wao wenyewe watawalea wale vifaranga, na huu mfumo unawafanya kuku wawe huru zaidi, hasa kuku wa kienyeji kuwalea vifaranga wao. Sasa kitu ambacho ninasisitiza hapa kidogo, huu mfumo, uzalishaji wako haitakiwi uwe wa kiwango cha juu sana. Kitu kikubwa ni kwamba ujue kutofautisha, uwe na maeneo mawili, lakini pia unapaswa kuwa na eneo kubwa sana, sababu pia utakuwa unawaachia kuku wako, utakuwa unawapa chakula asubuhi tu. Na kingine wanaenda kujitafutia. Yani, huu mfumo ndio ni mfumo ambao ni wa gharama nafuu kabisa. Chakula utakuwa unatumia kiasi kidogo sana, lakini hakikisha wanatumia chakula ambacho kina ubora, hata tu asubuhi, kingine wakatafute wao wenyewe, ili kuweza kuwafanya wao na afya uzuri, wa kwamba ukiwapa chakula ambacho kina ubora e, kuku wako watakuwa wana kinga kubwa zaidi ya magonjwa, na hivyo watakuwa wateseki sana e, na magonjwa. Kwa hiyo huu mfumo utatenganisha kuku ambao wana vifaranga lakini pia utatenganisha na kuku wakubwa, ili kuwaruhusu wale kuku wenye vifaranga kuweza kuwalea vizuri vifaranga wao. Lakini pia unaweza ukapunguza kuku. Kwa mfano kuku ametotoa siku moja, mmoja na vifaranga kumi, mwingine na vifaranga kumi na mbili, unamuunganishia, unampa kuku mmoja anakuwa na vifaranga ishirini na mbili. Yule kuku mwingine unamtoa, unamuweka upande mwingine ambao na yeye atapata muda wa kuweza e, kutaga tena. Kwa hiyo huu mfumo wa kienyeji utakusaidia sana. Kwa sababu ya muda naishia hapa, lakini ukitaka kujifunza zaidi, tutafute kwenye hiyo namba tukuunge kwenye kundi letu la mafunzo ambalo ni shilingi elfu tano, utaweza kujifunza zaidi kuhusiana na ufugaji wa kuku aina zote.